Uislamu na maandamano. Kwa nini unwani hii? Kwa nini unwani hii? Kwa sababu ala hasabil waqi' kwa mazingira tuliyonayo, hapanabudi kuleta irshadati Maelekezo ya dini ya Uislamu juu ya hali tunazoenda nazo. Uislamu umezitizamaje hali hizo? Ndugu zangu katika imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwaambia wale wote waloshika nafasi ya kuamrisha mema na kukataza yaliye maovu anawaambia ud'u ila sabili rabbika bil rbik bilhikmati wal maw'izati lhasana, lingania katika njia ya mola wako lingania kwa hikma na mau'idha yaliye mazuri. Wajadiluhum billati hiya ahsan, jadiliana na watu kwa hoja, jadiliana na watu kwa yaliye mazuri Jadiliana kwa hoja, jadiliana kwa dalili, jadiliana kwa basira, kwa elimu. wajadiluhum billati hiya ahsan, jadiliana na watu kwa yale ambayo ni mazuri. inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bilmuhtadin, hakika ya mula wako anatambua na anafahamu fika ni yupi aliyepotea katika njia yake na anafahamu Allah subhanahu wa ta'ala anatambua ni akina nani walioongoka katika njia yake. Kulingana na aya hii, amesema sahabiyatul jalila ummul muuminina ummu abdillah Aisha bintu rasulillahi sallallahu alayhi llah alihi wa sallam sidiqatu bintu sidiq

Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti ala al-'unfi, alla anatoa katika upole katika yale ambayo hayawezi kuyatoa katika ukali wa yu'ti min ar-rifqi alla anatoa katika upole ma la yu'ti ala al-'unfi, anatoa katika upole yale ambayo hawezi kuyatoa kwenye ukali, kisha akasema wama la yuti ala ma siwahu, na anatoa katika upole yale ambayo hawezi akayatoa mahala popote pale. Na hata haki za watu wanaodai, kama umedhulumiwa na yoyote yule, dai kwa upole. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anadaiwa na Myahudi, anadaiwa na Myahudi. Yule Myahudi ameenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, amemkaba shingo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam anamwambia, anta rajulun matal, wewe ni mtu mwenye kuchelewesha deni, wewe ni mtu usiyerejesha deni, nipe deni langu. Masahaba wakatahamaki, wanataka kumpiga huyu Myahudi. Bwana Mtume anawaambia, dauh, mwacheni, mwacheni, nendeni katika Baitulmal, Angalieni ngamia aliyoko mpeni. Wakaenda masahaba, wakakuta ngamia aliyoko ni mkubwa kushinda yule anayedai. Myahudi anadai ngamia wa mwaka mmoja, wamekuta ngamia wa miaka miwili. Bwana Mtume akawaambia mpeni, akapewa. Umar bnulKhatabi alishikwa na tahamaki kubwa ya kumpiga yule myahudi. Bwana Mtume sala llahu alehi wasalama akamwambia Umar, au fi billati hiya ahsan, lipa kwa uzuri, usikasirike kwa sababu unadaiwa na wewe. Myahudi wewe, Myahudi unayekuja kudai otlubu dainaka birifki, tafuta deni yako kwa upole. Tunajua unatudai lakini kuwa mpole. Hivi ndivyo Uislamu unayetufundisha ndio maana bwana Mtume swalla llahu alayhi wa akatuambia Allah anatoa katika upole kuliko anavyotoa kwenye ukali, na Bwana Mtume hakukasirika katika hilo, na hii hata wale waliyefanya maovu mpaka wakapindukia wakiwemo akina Firaun laanatullahi alayhi. Allah subhanahu wa taala anamtuma Musa na Haruna waende kwa Firauni aliyedai kwamba yeye ni Mungu wa juu akasema, ana rabbukumul aala, mimi ni mola wenu wa juu, hakuna mola mwingine zaidi yangu. Haya maneno kadal ardhu kadas samawati wal ardhi anta itta, yanakaribia mbingu kuporomoka, yanakaribia ardhi kutawanyika kwa kusemwa Firauni kusema ana rabbukumul a'la, haya yalimkasirisha Allah, ukweli wa kumkasirisha, lakini anamwambia Musa alayhi salatu wassalam pamoja na Haruna alayhi salatu wassalam idhhaba ila Firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Nendeni kwa Firauni, amevuka mipaka, lakini mkazungumze naye maneno yaliye mazuri zungumzeni naye kauli iliyo laini laallahu yatadhakkara au yakhsha, yawezekana akakumbuka au akaogopa kwa yale anayoambiwa. Allah anawaambia Musa na Haruna, nendeni mkazungumze maneno mazuri na Firauni. Hivi Firauni ni wakusemeshwa maneno mazuri na amesema yeye ni mola wa juu? Lakini Allah bado anamwambia Musa na Haruna Idذhaba ila fir'aun innahu tha faqula lahu qawlan lyina, nendeni kwa Firauni, Firauni kavuka mipaka, mkamsemeshe maneno yaliyo laini. Mahma mahm al-amir mahma tha wulatn lasna an nsubahm wala nshtumahm, vyovyote watakaofanya ufisadi waliye wa juu yetu vyovyote watakayefanya makubwa, bado hatujafikia hali ya sisi kuwatukana na kuwaambia maneno machafu tena ya laana juu yao. Na hili fain kana mithlu firaun, mfano wa Firaun, fil kufri wattughyan, katika ukafiri na maasi, yuqalu lahu qawlan layyina, Firauni husemeshwa maneno mazuri fama baluna, nahnu ni vipi kwetu sisi, bainana baina yetu sisi wanadamu, alla naqula fina qaulan layina kwa nini tusiambizane maneno mazuri? Hata kama mwenzako amevuka mipaka, kwa nini usimsemee maneno yaliye mazuri? Yawezekana akatadabbar na hili. Qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala

wa in, wa insha'il fawdha, ufunguo wa kila aina ya shari ni watu kuipenda dunia na kujipa matarajio ya kuishi muda mrefu duniani lakini na kuanzisha fujo duniani. Huu ndiyo ufunguo wa shari. Allah ameweka kila kinachotafutwa kina, kina ufunguo wa kufungulia, na ufunguo wa shari ni watu kuipenda dunia lakini pia kujipa matarajio ya kuishi muda mrefu. Lingine ni kuanzisha fujo katika ardhi, qala <todic> samaatu Shekh Abdulaziz bn Baz rahimahu llah taala, samaatu Shekh Abdulaziz bn baz, Abdul Baz, rahma na amani za Allah ziwe juu yake amesema: faluslubu lhasan min adam lwasail liqabuli lhaq usulubu mzuri wa kutafuta haki yako, ukitumia usulubu mzuri ni miongoni mwa njia pekee za kukubalika ile haki unayoitafuta. wal uslubu sayyi, na usulubu uliye mbaya wa kutafuta haki yako, min akhtar alwasaili fi raddi lhaq, ni miongoni mwa wasila ambayo ni wa hatari katika kupingwa ile haki unayoitafuta. Unatafuta haki ndiyo, lakini usulubu ulioutumia ni sababu ya kuikosa ile haki na kupingwa na usipewe ile haki. Wa adami qabuli, na kutokubalika ile haki, au itharati lqalaqilu, au kuanzisha fujo, wadhulmi na dhulma, waludwan pamoja na uadui, walmudharabati na mapigano, wayalhaqu bihadha lbab ma yafaaluhu baad lnasi min almudhaharati na yanafungamana katika mlango huu yale wanayoyaanzisha baadhi ya watu katika maandamano. allati tusabbibu sharran adhiman ala duati, ambayo yanasababisha shari kubwa kwa wale wanaohitajia, wale wenye shida zao, wale wanaohitajia haki zao. Ni kweli yawezekana umedhulumiwa, lakini njia ya mudhaharati, njia ya maandamano inaweza ikaleta shari kubwa kuliko lile unalolidai wewe. Walaysa hiya tariqu lilislah, na hii siyo njia ya kutengeneza. Fa tariqu sahihu biziyara, njia iliyo sahihi katika kudai haki yako ni kumwendea yule unayemdai haki yako, mkazungumza naye mazungumzo mazuri, mazungumzo ya amani, ni kumwendea walmukatabati, na kuandikiana barua ikiwezekana, na, na kuandikiana billati hiya ahsan tena kwa maneno ambayo ni mazuri fatanswa urrais wal amir wa sheikhul kab kabila lqabila bihadhihi tariqa, utamnasihi raisi, utamnasihi amiri, kiongozi mkuu, utamnasihi mzee wa kabila kwa munasaha uliye mzuri na njia iliye nzuri. La bil mudaharat, na wala sio kuandamana. Fa nabiyu sallallahu alayhi wasallama makatha

amewekewa kila aina ya vikwazo vya biashara na chochote kile hapati chakula hapati vinywaji, wakazingirwa katika shibi Bani Abdul Muttalib zaidi ya miaka mitatu, hawali isipokuwa majani ya miti, mpaka mmoja wao ajisaidia kadharti ashad kama mbuzi anavyojisaidia. Ya walam yamal lmudhaharat, wala bwana mtume hajafanya maandamano pamoja na dhulma ya Maquraish, hajafanya maandamano bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya miaka kumi na tatu akiendelea katika dawa yake, walam yamal lmudaharat walam yuhadid nnas, wala hakuwatishia watu bitakhribi amwalihim wala buyutihim wala tariqihim, hakuwatishia watu kwa kuharibu mali zao, wala hakuwatishia watu kwa kubomoa majumba yao, wala hakuwatishia watu kwa kuzuia njia

wamudhadatiha wale wakubwa wanaefanyiwa maandamano na viongozi wanaofanyiwa maandamano, lazima watapingana na wale wenye kufanya maandamano bikulli lmumkin, na watazuia kwa vyovyote iwezekanavyo, mpaka wakati mwingine watatumia hata silaha kwa kuhakikisha maandamano hayaleti madhara au hayafanyiki. Hasa inapotumika nguvu ya namna hiyo, lazima watapatikana wenye kupata madhara fahum yuriduna alkheira bihadha luslub walakin yahsulu bihi dhidu. Hawa wote wanaofanya maandamano wanataka kheri kwenye usulubu huu kwenye njia hii wanaoitumia, wanatafuta kheri, lakini italeta madhara makubwa kuliko wanavyotarajia, ndugu zangu katika imani. Akaulizwa tena Sheikh Ibn Baz akaelekezewa swali, akaulizwa hivi, wasuila rahimahullah hali lmudhaharati alrijaliya wanisaiya dhiddu lhukami waalwulati tubat tutabaru waswilatn min wasail dawa, je, maandamano ya wanawake barabarani na wanaume, mchanganyiko wa wanawake na wanaume kwenye maandamano wakiwa wanadai haki, je, inazingatiwa ndio njia sahihi ya kudai kile unachokidai? Wa hal man yamutu fiha yu'tabaru yu shahidan fi sabili la na, je, atakayekufa ndani ya hayo maandamano anazingatiwa ni shahidi amekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu, ataenda peponi? Aulizwa maswali haya, kaifa ajaba au madha ajaba fa ajaba ya tura. Akajibu kwa kusema hivi, la ara almudhaharati nisaiya warijaliya min alilaji Sioni maandamano ya wanaume na wanawake ni katika tiba ya kuondosha tatizo. Sioni kama ni tiba. Wala sioni kama yanaweza yakaondosha matatizo. Maandamano ya mchanganyiko wa wanawake na wanaume, walakinnaha min asbabi lfitani fi lardh. Lakini ni miongoni mwa sababu za fitna katika ardhi. Maandamano ni miongoni mwa sababu za fitna katika ardhi.

akatoa hili ya kuondosha tatizo akasema, lakini yatakana watu kuandikiana, waandikiane, watumiane barua, lakini watu pia vile vile kusemeshana kwa maneno na hoja ambazo ni za wazi, ambazo ni nzuri zenye hikma na busara na adabu, au kukaa vikao vya pamoja, watu wakasuluhishana, wakaweka mambo sawa, lakini pia akasema biduni tashhiri fil manabiri wa ghairiha, wala sio kwenda kutangazana kwenye majukwaa na sehemu zinginezo. Mtu apanda kwenye jukwaa kwa sababu amedhulumiwa, basi anaanza kuwatukana viongozi hadharani. Hakuna anayekubali kutukanwa hadharani, hata mmoja. Na hata wewe ukitukanwa, uwezi ukakubali, kwa lazima utajitahidi kujidifaa namna ya kujihami na kujilinda na yale matusi uloelekezewa na zile tuma uloelekezewa, lazima utatumia nguvu ya ziada katika hilo. Kwa hiyo akasema, sio kupanda kwenye majukwaa na kuanza kuambizana maneno machafu, biannahu faala kadha wa kadha, kwa sababu eti kiong kiongozi amefanya hivi na hivi na hivi na hivi. Asema hiyo siyo njia sahihi. Njia sahihi ni watu kukaa pamoja

Asema fa innal mudhaharat, hakika ya maandamano. Amrun hadithun, ni jambo lilozuka. Lam yakun ma'rufan fi ahadi nabiy sallallahu alayhi wasallam wala alkhulafa rashidin wala sahaba, ni jambo lilozuka, halikuwepo katika zama za Mtume wala katika makhalifa waongofu wala katika maswahaba baada yao. Ni jambo hili limezuka na nigeni Asema thumma inna fihi min alfauda haithu, haithu yahsulu fihi taksiru zujaj wal abwab wa ghayriha, akasema kisha kwenye maandamano kuna fujo, kuna vurugu zinafanyika, mpaka inafika mahala baadhi ya madirisha ya watu yanavunjwa vioo, baadhi ya maeneo yanaharibiwa, lakini baadhi ya majumba yanavunjwa milango, na baadhi ya mabarabara huchafuliwa na baadhi ya maeneo huchomwa moto. Wayahsulu bil ikhtilati baina rijali wan nisa, lakini baya zaidi inapatikana mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake wanakuwa pamoja wanachanganyikana pamoja bila kujali ni ashabu lmaharimi au vipi, ni maharimu au si maharimu, unapatikana ule mchanganyiko na sauti za sikika za wanaume na wanawake bila kujali. Kisha akasema wa baina lshuyukhi wa lshabab Yanapatikana mchanganyiko baina ya vijana na wazee kwenye maandamano, mara mzee amesukumwa ameanguka, mara kadha. Hapakuwa na amani, hapatakuwa na amani kwa kuyafanya mambo haya. Wama ashbaha dhalika min almafasid, na yanayofanana na haya katika mafsad wal munkarati, pamoja na munkari. Wainkanat alhukumati kafira, kama daula itakuwa ni ya kikafiri, siyo ya Kiislamu, fainaha la tubali bihaula, wanaweza wasiwajali hawa wanaofanya maandamano bali wanaweza wakawatandika kisawasawa, lakini pia hawatu wajali wa qad yudhhirun, na wanaweza wakadhihirisha annahum qad qabilu daawa, ya wanaweza wakadhihirisha kwamba wamekubali madai ya hawa watu. Wa bilaksi, lakini kinyume chake, sivyo. Haya, tumekukubalieni kwa yale mnaoyadai, lakini kwenye nyoyo sivyo. Wa baada dhalika al-amru yakunu kama kana, jambo linabaki kama lilivyokuwa wanaweza wakaitikia mwitikio ambaye hautokuwa ni sahihi, kwa ajili tu ya kuwafanya nini, muache yale mnaoyafanya, lakini baada ya hapo jambo linarudi kama lilivyokuwa, hakuna faida yoyote pia. Wa inkana daulati lmuslima, na kama daula itakuwa ni, ni ya Kiislamu, basi akasema farujuu ila lkitabi wassunna, ni watu kurejea

rahman amani eh, hafidhahu llah taala aliulizwa: hal lmudhaharati min wasaili hilil mushkilati lil umma, je maandamano ndiyo njia pekee ya kutatua matatizo katika umma? Hakuna njia nyingine ya kuweza kutatua matatizo katika umma? Aljawab, akajibu Shekh Lfauzani rahimahu llah taala akasema: dinuna laysa dinu fawdha, dini yetu ya Uislamu sio dini ya fujo bali ni dini ya ustaarabu. huwa dinu nidhamu wa dinu sakina, dini ya Uislamu ni dini ya nidhamu, dini ya Uislamu ni dini ya utulivu. walmudhaharati laisa min amali lmuslimin, na mambo ya maandamano si katika matendo ya Waislamu. wa makana lmuslimuna yaarifunaha, na Waislamu walikuwa hawafahamu hichi kitu kinaitwa maandamano huwa dinun la fauda wa fihi wala tashwish, ni dini ambaye haina fujo wala haina vishawishi ndani yake. Wala itharatu lfitan, na wala siyo dini ya kuzagaza fitna. Wa amma kauluhum, amma kauli yao, inna hadhihi lmudhahara ssalima, sisi tutafanya maandamano ya amani, maandamano ambaye hayana fujo, maandamano ambaye hayaharibu cha mtu, ni maandamano ya amani. Madai yanakuwa namna hii akajibu Sheikh Al-Fauzani, akasema qad takunu fi awali al-amri au fi awali marra, inaweza ikawa ni kweli mwanzo wa maandamano kukawa na amani, au mara ya kwanza kwa maandamano kukawa na ma na amani kweli. Thumma takunu takhribia baada dhalik, kisha maandamano hayo yanakuja kumalizika katika kuharibu, mwisho unakuja kuwa ni mbaya kwa sababu usulubu uliotumika ni mbaya. Hadha wallahu aalam. Haya ndo ambayo wanawachuoni wameyazungumza wa wakubwa wa Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi ya hapo. Ndugu zangu, katika imani, dini ya Uislamu ni dini ya nidhamu, ni dini ya amani, ni dini isiyekuwa na fujo. Idha khatabahum aljahiluna qalu salama, pindipo wakisemeshwa na watu wajinga, kauli yao wanasema, sisi ni amani. Haitakiwi kwa mwislamu yoyote kufanya mudhaharati, kufanya maandamano.